Maisha ni yangu, shughulika na yako. Kwa <laughs> mtu anashangaa mchungaji, unamaanisha nini? Ni kauli ambayo inajulikana sana aswa katika nchi yetu ya Kenya, lakini je, kwa muji wa Biblia, hilo jambo ni sawa? Tuombe, tuangalie, je Mungu anasemaje kuhusu kauli hii ambayo watu wamezoea sana hivi kwamba ukiongelesha anakuambia niachane, maisha ni yangu. Baba uinuliwe, unaponena nasi kwa njia kipekee katika somo hili ambalo linainua na kufufua hisia ubariki mnenaji, abarikiwe kwa jina la Yesu mkombozi wetu, amen. Maisha ni yangu shughulika na yako, hili ni kauli la kipekee kwa vijana wengi, na hasa linafahamika sana katika nchi yetu ya Kenya. Unapofikia mtu unataka kumwelekeza kwamba unayofanya si mema, jamani, jaribu kurekebika, rekebisha tabia, anakuambia hapana, mimi ni yangu, naishi, shughulika na yako kumwambia kama ni vijana wadogo, jamani, wasichana vaa inavyostahili, nyinyi ni wasichana jamani, wacha kutia wanaume katika majaribu. Hata wazazi wenu, anasema maisha ni yangu, shughulika na yako. Vijana jamani, munejiuzisha na vikundi visivyofaa, anasema maisha ni yangu. Lakini je, maisha ni yako? Je, maisha hayo unayendai kwamba ni yako ni yako? Sikia vile maandiko inavyosema kwa mujibu wa Warumi kumi na nne mstari wa saba hadi nane nasema hivi: maana hakuna mtu wetu aishie kwa ajili yake mwenyewe, wala hakuna afaye kwa ajili yake mwenyewe. Kwa kuwa kama tukiishi, tunaishi kwa Bwana, kama tukifa, tunakufa kwa Bwana. Basi kama tukiishi au tukifa, tu mali ya Bwana ah. Maandiko inaweka wazi kwamba auishi kwa nafsi yako, hata ukifa aufi kwa nafsi yako. Ndio maana hata leo ukiugua autajichukua hospitali, ukifa hautajizika, ukihangaika, upata ajali barabarani, hautajiokoa watu watakuja wakusaidie. Ndio maana usianze kusema maisha ni yako. Yani, namaanisha mambo unayofanya yanakuathiri, si wewe tu, wanaohusika karibu nawe. Ndio maana sasa tunaambiwa kwamba kila mtu duniani anaathiri maisha ya wengine. Hakuna anayeishi katika upweke wa maadili au kiroho. Biblia inatufundisha kwamba mvuto wa maisha yetu, iwe ni nzuri au ni mbaya, unaacha alama ya kudumu. Swali ni je, maisha yako ni alama gani inaacha duniani? Maisha yako iwe mazuri au mabaya inaacha alama ya kudumu. Swali, alama gani unaacha duniani? Dunia ya sasa, vile tumeona, imezoea kusema maisha ni yangu, chaguo ni langu, njia ni yangu, maisha mavazi ndio nasikia kwamba nguo yangu chaguo langu. Lakini je, unaelewa kwamba unaacha alama ya kudumu. Mwandishi mmoja anasema hivi: kama harufu ya ya ua au mawimbi ya jiwe lililotupwa majini, ndivyo matendo yetu yanavyosambaza mvuto kwa wengine. Swali ni je, mvuto gani unasambaza kwa wengine? Matendo yako ni mvuto gani inasambaza kwa wengine? Kwa hivyo, maisha yetu yote ni mahubiri ya kimya. Baadhi yako inaweza kuwa inamvuta mutu kwa Kristo, mingine inamfukuza mutu kwa Kristo. Swali, maisha yako ni mvuto gani? Yaliyo nayo yanavuta watu kwa Kristo ama yanafukuza watu na kuwakimbiza kutoka kwa Kristo? Kwa hivyo mambo ya kusema maisha ni yangu ishi yako, ae a hiyo nukuu ama hiyo kauli haipaswi kabisa kwa Mkristo ama haiko sawa kwa mujibu Biblia. Biblia Biblia inasema hiyo ni kauli potovu ndio maana ukisoma hata kwa Galatia sita mstari wa saba hadi nane nasema hivi musidanganyike, Mungu aviakiwi kwa maana chochote apandacho mutu ndicho atakachovuna. Kila tendo, kila neno, tabia ni mbegu unayopanda, mavuno utayapata. Nakumbuka kila maisha na unayoishi inaacha alama ya kudumu. Je, mvuto wako unaleta watu kwa Yesu ama unawafukuzia mbali? Ukisoma Warumi 12:4 na 5 inasema hivi, kama vile mwili una viungo vingi, vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo na viungo kila mtu kwa mwenzake. Vile kiungo kimoja kinaathirika, kinaathiri mwili wote. Ndivyo na tabia na mwenendo wako. Mambo ya kusema maisha ni yangu, shughulika na yako? Hapana. Tunaweka X kwa mujibu wa Biblia ni kauli potovu kwa maana maisha yako yanaathiri wengine. Ndio maana ukiangalia sasa Tuangalie kwa mfano maisha ya Ibrahimu. Mungu anamwambia hivi, "Katika wewe mataifa yote ya dunia watabarikiwa." Kwa hivyo, alipokuwa mubaraka, sio kwa nafsi yake mwenyewe, aliathiri watu wote. Kwa hivyo pia ukiwa muovu, unaathiri wengine. Usisahau maisha ya wengine. Kwa hivyo dhambi si jambo la binafsi. Inaleta athari. Uaminifu wa Ibrahimu ulileta baraka kwa vizazi vingi, sio kwa nafsi yake peke yake. Kwa hivyo pia na dhambi inaleta madhara kwa wengi. Mfano mzuri unakumbuka, Akani katika Waisraeli walipoambiwa, mkiingia Jeriko msiguse vile vitu vilivyo aye. Akaenda kaangalia, kitamba cha Babeli kamfurahisha, akakitamani, akachukua na kuzika kwa nyumba yake. Alileta madhara kwa Israeli, wakapiwa vita wakashindwa. Madhara yake ilikuwa ni yeye mwenyewe, lakini familia yake iliangamizwa, na akaleta madhara kwa wengine, wakauawa kwenye vita. Usiwahi sema maisha ni yangu, shughulika na yako. Hiyo ni kauli potofu. Narudia, hiyo ni tabia na mwenendo wa mtu asiyemcha Mungu asiye fahamu kinachoendelea. Auishi kwa nafsi yako mpendwa, na sio hivyo tu. Kumbuka hata Daudi kama kiongozi, mvuto wake ulikuaje? Aliposhinda Goliathi, alichochea wengine na kuwatia nguvu na ujasiri mzuri lakini pia si hiyo peke yake. Alipolala na Bathsheba na akajaribu kufunika ile dhambi, ilileta madhara kwa Israeli watu, hata akuwa na heshima kwa Mungu, hata kwa familia yake ilileta madhara mabaya. Usiseme maisha ni yangu, shughulika na yako. Hapana, maisha yako lazima urekebishwe na kuelekezwa, kwa maana unaathiri wengine. Je, unawaathiri kivipi? Yesu Kristo ukisoma Mathayo inasema akuja kutumikiwa bali alikuja kutumika na kuwa fidia ya wengi. Maisha yake haikuwa kwa nafsi yake tu, na shetani mwenyewe pia alipoanguka, ameathiri wengi, ndio maana machafuko yako duniani. Usiseme maisha ni yangu eti shughulika na yako. Hapana, kauli potofu kabisa. Ndio maana nilipokuwa nasoma hata Paulo anasema hivi, wa Korinto wa pili kumi na mbili kumi na tano anasema nitafurahi sana kutumia na kutumika kwa ajili yeni. Alijua ma, mvuto wake. Ndio maana akasema niko tayari kutumika na kutumiwa kwa ajili yenu yenuyn yani, niwanufaishe, niwabariki na niwalete kwa nani? Kwa Yesu. Kitabu cha kipekee inaitwa Tumaini la Vizazi Vyote, kurasa 141 inasema hivi, hakuna mtu aishie kwa ajili yake mwenyewe. Mvuto wa kila maisha ni nguvu itayo kwa mema au kwa mabaya. Maisha yako mvuto gani? Kuna duniani kwa wema ama kwa uovu. Na ukumbuka uishi peke yako. Ndio maana mvuto ni kama manukato, unaenea kila mahali tunapopita. Mbinguni tutajua jinsi maisha yetu yalivyogusa wengine. Je, yaliwaleta kwa Yesu ama vipi? Watu watakuja wakuambia, kwa ile siku kuniongelesha vizuri, niko hapa. Kwa jinsi ulivyojitoa na bidii yako kwa ajili ya kazi ya Mungu ikanivuta kwa Mungu, niko hapa. Je, yako itasomekaje? Kitabu cha kipekee inaitwa Njia kwenda kwa Kristo ama Steps of Christ, anasema hivi: maisha ya Kristo hayakuwa maisha ya raha au binafsi, bali aliishi kufanya mema na kuwaokoa wengine. Na wewe we na mimi, kama tunaitwa wa Kristo, tuishi vivyo hivyo, tuishi maisha ya kuokoa wengine na maisha ya wema. Kwa hivyo Yesu aliishi kwa ajili ya mimi na wewe, na wewe ishi kwa ajili ya wengine, kwa bariki nami na pia ni uito. Kwa hivyo tunaitwa tufuate mfano wa Yesu Kristo. Kumbuka somo liko nasema maisha ni yangu shughulika na yako. Tumepata ni kauli potofu. Yesu anakualika uwajibike, ujue kwa kila jeda jambo ama kila tendo utapeana hesabu, linaathiri wengine wanaokuzunguka kwa wema ama kwa ubaya. Somo, kitabu kingine cha kipekee mafundisho mafundisho ya Yesu Kristo, page 340, inasema hivi: tabia ni nguvu. Ushuhuda wa kimya wa maisha matakatifu yasiyo ya ubinafsi ni mvuto usioweza kushindwa. Ah, kitabu inaitwa Christ Object Lessons. Tabia ni nguvu, ushuhuda wa kimakima maisha matakatifu yasiyo ya ubinafsi unavuta, na ni mvuto usioweza kushindwa. Kitabu kingine pia inasema hivi juzuu ya pili testimonies kwa kanisa fourimtu inasema hivi, ukurasa wa mia moja thelathini na tatu ni uwajibu wetu kuishi namna ambayo wengine kwa kuona matendo yetu mema watamtukuza Baba yetu aliye mbinguni. Ni wajibu wako, ni wajibu wangu niishi maisha yatakayomtukuza. Watu wakiniona, wamtukuze Mungu wa mbinguni. Ndio maana Mathayo inasema nyinyi ni nuru ya mbinguni, nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Samani matendo yenu mema watu wakiona, wamtukuze Mungu wa mbinguni. Je, matendo yako yakoje? Je, Mungu anainuliwa? Je, Mungu anatukuzwa? Ndio maana Paulo akiandikia Wakristo katika sehemu ya Wakorinto Wwaraka wa pili kwa Korinto 3:2, anasema hivi sisi ni waraka unaosomwa na watu wote. Wewe wewe kama waraka wewe kama waraka unasomwaje? Wewe kama waraka unasomekaje? Ndio swali. Kwa hivyo tuweke tabia na mwenendo na mvuto unaodumu kwa wema. Kitabu inaitwa Mababu na Manabii kurasa ya mia moja hamsini na saba inasema mvuto wa maisha ya mutu mwema unaendelea hata baada ya kifo mvuto wa mtu mwema unaendelea hata baada ya nini? Kifo, kama Abeli. Ndio maana Waibrania moja kumi na nne inasema, kumi na moja nne, samani Waibrania kumi na moja nne kuhusu maisha ya Abeli, kwa maana aliishi maisha ya utakatifu hata baada ya kufa. Maisha yake na uwema wake uliendelea vipi? Ingawa amekufa bado anasema. Je, maisha yako yakuja ukifa leo itasemwaje? Itasemwa kwa wema ama kwa uovu? vile tunasoma maisha ya Yesu ilikuwa kwa wema. Somo jingine pia linifurahisha, nukuu hii kitabu inaitwa Christ Object Lessons mia tatu thelathini na tisa, inasema kwa hali ya mazingira yanayotuzunguka kila mtu ana mvuto kwa mwingine. Bado inarudia, we ni mvuto gani uko nao, iwe kwa wema ama kwa ubaya? Wewe ni mvuto gani uko kwa watu wengine? Kwa hivyo napotamatisha, wapendwa sisi ni nuru ya ulimwengu. Unapofanya biashara, katika maongezi yako, katika kuvaa kwako, katika ibada yako, mahali popote una mvuto. Mvuto wako ni gani kwa wengine? Ni kwa wema ama ni kwa ubaya? Iwe ni kwa hali ya kawaida ama iwe ni hali ya kiroho, uko na mvuto. Uamuzi unaofanya katika kuvaa, katika kuzungumza, katika tabia, katika urafiki, ni mbegu ya mvuto. Itakuwa mbegu ya mvuto wa aina gani? Kwa hivyo tunapokumbushana kwa ni kwamba wewe ni mali ya Mungu na mimi ni mali ya Mungu, ninaalikwa niishi maisha yanayomtukuza Mungu. Ndio maana mambo ya kusema maisha ni yangu, shughulika na yako ni upusi. Methali tisa sita inasema, acheni ujinga, tafuteni njia ya ufahamu ukaishi. Wewe mjinga taf, acheni ujinga, tafuteni njia ya ufahamu ukaishi. Yaani tuna ujinga mwingi, yaani kimaisha, unajua jina ujinga si matusi yani, kuonyesha kuna kitu jui. Mpumbavu ndiye ataki kuelewa, ataki kufahamishwa, lakini mjinga ni ile kwamba kuna jambo ujalifahamu. Kwa hivyo ndio maana maandiko nasema wewe mjinga, acheni ujinga, utafute njia ufahamu ukaishi. Kwa hivyo Mungu anasema tuache ujinga ya kusema maisha ni yangu shughulika na yako. Hapana, tumeona kwamba ukiishi ni kwa ajili ya Mungu, ukifa pia na unapoishi mambo unayofanya unaathiri wengine waathiri kwa njia nzuri, mvuto wako ujie nzuri. Kwa kila uamuzi unaofanya vutia wengine kwa utukufu wa nani? Wa Mungu, hivi kwamba ukienda kiti cha enzi ukumu, ukiitwa kwa hukumu, autaibika kutoa hesabu, autaibika kuwajibika kwa yale uliyotenda, utakuwa na ujasiri. Mungu akubariki. Unapotafakari ujumbe huu, ujue maisha si yako, unapoishi ni kwa Kristo, hata ukifa utapeana hesabu bado. Mungu akunemeshe Utafakari kauli ipotofu ambayo iko kwa midomo ya wengi, isikuchukue na kukupotoshe, bali sikia sauti ya Mungu, umpe maisha yako. Barikiwe kwa jina la Yesu. Mungu anaema nisaidie, usaidie. Na msikilizaji wangu, tujue maisha si yetu. Umetupa maisha na tutatoa hesabu, tutapeana habari. Mivuto yetu duniani itakuwa kwa wema ama kwa ubaya. Tuchaguiwe kwa wema, kama Ibrahimu alibariki wengine, kama vile Daudi. Lakini tusichaguie kama wengine, uchaguzi mbaya ukaathiri wengine kwa njia isiyofaa. Tunachitoa kwako, tuvute na upendo mkubwa, tupe hekima na nguvu ya kuchagua vizuri, kwa jina Yesu aliye mwombezi wetu, amen. Barikiwe.